Hello mambo vipi, leo upo katika chaneli yangu ya Karibu Zanzibar, na nahitaji leo ni kuelekeze jinsi gani ya kuweza kufungua Telegram channel. Sasa katika kufungua Telegram channel kuna vitu muhimu vya kufuatilia. Kama kitu cha kwanza kabisa muhimu, lazima uwe na kitu kinachoitwa Telegram app. Na leo nimekuja kuelezea tips fupi tu za kuweza kufungua iti. Telegram channel. Uh, kwa kwanza na Telegram channel tutorial, jinsi ya kutengeneza kuikuza channel bila kupia ads. Na tip nyingine ni Telegram channel nini? Ni nini? Hii tip ni muhimu sana inabidi ujue nini ukurasa kutuma taarifa elimu taarifa na elimu pia, biashara na habari na kadhalika. Na hatua nyingine ni kufungua Telegram, unabidi kwanza upakue app. unafungua account, unalinda usalama wako pia, vitu muhimu sana kuzingatia. Na kingine ni tengeneza channel. Hatua ya pili unafungua channel mpya, unaweka jina na picha description nzuri ili iweze kuwavutia wateja wako kingine public na private yani account yako kuna aina mbili za nani channel kuna public na private. Public huwa na watu, kingine kingine ni andaa channel vizuri yani, lazima channel yako ina profile nzuri posti tatu mwanzoni mpangilio mzuri unatumia na na, na whatsapp Facebook, YouTube kushare linki yako ili uweze kupata followers wengi. Na content bora huwa zinakuwa zina tips muhimu, picha na video quality kali na uwe na ratiba. Yaani kila unapotaka kupost katika channel yako uwe na ratiba kwamba kwa siku fulani unaposti picha ngapi au hivyo. Na cha mwisho <coughs> makosa ya kuepuka, kukosa consistency, yaani manake kuposti kwa kila siku kwa mwendelezo content mpya na copy paste. Epuka sana hivi vitu, usikose consistency, uwe na nzuri. Na itimisho, Telegram ni fursa content na consistency, content na consistence. Zingatia uwe na post kwa wiki ata mala tatu au mala nne ili kuweza kupata consistency nzuri. Ah, asanteni sana Naomba msubscribe, kushare, kulike na comment. Bado nina vitu vingi vya kuelekeza kwa sasa hivi. Kama ukiwa na swali lolote, unaweza ukaniuliza comment, chochote naweza nikakusaidia kuhusiana na Telegram, chochote kile nipo kwa ajili yako cha